Tumejiandaa kwa namna zote na namna kubwa, tukitambua kwamba Dkt. Samia Suluhu Hassan ni rais bora kabisa ambaye hajawahi kutokea Tanzania hii na anaipenda Arusha. Tumeona mabadiliko yake ndani ya, ya miaka miwili iliyopita, kumekuwa na mabadiliko makubwa sana ambayo wananchi wote wanayafurahia. Kwa hiyo watajitokeza barabarani kumpokea maelfu kwa maelfu watajitokeza kwenye mikutano yake. Tunafahamu wazi kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kutembelea mkoa wa Arusha katika kampeni za kitaifa za uchaguzi mkuu tarehe mbili mwezi wa kumi, na watu wa Arusha tuko tayari kumpokea na kumsikiliza mwenyekiti wetu wa chama taifa, lakini pia mgombea nafasi ya urais Daktari Samia Suluhu Hassan jana. Tumejipanga kikamilifu, nawaambia wale vijana wote walioko mtaani walioko nje ambao hawajui kinachoendelea, njoo tusikilize sera za Daktari Samia Suluhu Hassan. Oh yes, mwenyekiti wetu wa Chama Cha Mapinduzi na mgombea urais. Nikwambie tu kwenye ilani hii ya Chama Cha Mapinduzi imegusia vitu vingi sana, na moja kati ya vitu ambavyo vimegusiwa kwenye ilani ni ajira kwa vijana. Hizi ajira milioni nane zimegusiwa, na huyo kijana sio mwingine, ni wewe. Kwanza kabisa, kata ya Sokontu, wananchi tumejipanga sana kwa siku ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba kwamba Dokta Samia suluhu Hassan anapata kura nyingi na mbunge anapata kura nyingi na pia diwani anapata kura nyingi, lakini zaidi sana Dokta Samia suluhu Hassan kwa sababu ya mambo makubwa aliyofanya katika nchi yetu. Ujio huo utaturahisishia wananchi wa mkoa wa Arusha na wananchi wangu wa kata ya Kisongo kupata kuelewa ni namna gani mipango mikakati iliyopo ambayo Daktari Samia suluhu Hassan na serikali yake ameiandaa kwa ajili ya kata yetu ya Kisongo.